Katika dominika ya leo ya 33 ya mwaka sima kwa kanisa, kama tulivyosema, tunayo nia maalum ya kumshukuru Mungu pamoja na katekista Vitalis, baada ya kuhitimu masomo yake. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi ya utayari wake wa kutaka kumtumikia. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi ya wito huo aliyomjalia tunamshukuru Mwenyezi Mungu pamoja naye kwa wito ambao makatikista katika parokia yetu wameupokea na hatua kwa hatua wanamtumikia Mungu na kutuongoza kumtumikia Mungu. Tunakishukuru pia kigango kwa kuandaa siku ya pongezi kwa ajili ya katikista wetu. Tunawashukuru wananduhu na wazazi kwa kumsaidia sana katika nia yake ya kumpenda na kudhihirisha upendo huo anaokuwa nao kwa Mungu kwa njia ya kumtumikia katika maandiko matakatifu. Ndugu zangu, tumesikia jinsi ambavyo tunaalikwa ili kuwa na imani thabiti, imani inayojengwa juu ya msingi wa Mungu, Mungu peke yake. Na katika Mungu huyo, Mtakatifu Paulo Mtume anatufundisha somo muhimu sana, kwamba kila mmoja apimwe utu wake na heshima yake kwa njia ya kufanya kazi, tena kila mtu apokee stahili yake kwa sababu ya kazi aliyoifanya, na kwa maneno yaliyo maarufu sana, asiyefanya kazi na asile. Tunamwomba Mwenyezi Mungu anayetupenda ambaye ametujalia uzima na anatupatia fursa katika kanisa lake kwa sakramenti ya ubatizo na sakramenti nyingine, tumtumikie, atujalie roho ya kufanya kazi, tena kufanya kazi kwa juhudi na maarifa, tukifanya kazi kwa furaha. Wapendwa familia ya Mungu, tunaomba tunaombwa tujue kwamba kazi zote tunazozifanya, siweza shambani kwako, siweza kwenye kampuni yako ziwe za ofisini kwako, hizo kazi zote ni kazi za Mungu, na ndiyo maana inabidi wakati wa kuzifanya kila wakati tumtangulize Mwenyezi Mungu. Na kama tukikumbuka, tuki au tukikumbushe, tukatikisi mtulie pitia wakati ule ambayo niliona kwa njia ya bibi yangu alipokuwa akienda shamba kila siku, tukienda shamba sisi tukawa tunaenda kwa mioyo mizito, tunajua tunaenda kulima, alafu tutachelewa kula, tutachelewa kucheza, na wazazi wetu wanatulazimisha twende tulime, na wanatukutumia na kipimo, mpaka nsemo yako ikifika pale ndio utatoka. Tunakazana, lakini tuna bibi, yeye akifika, alitufundisha kitu kwa ishara. Akifika, kabla ya kupiga jembe chini, anafanya kwanza ishara ya msalaba, halafu ndiye anaanza kulima. Tunapenda sana kuwa uh, kuwapongeza wale wote wanaotanguliza ishara ya msalaba katika kusali, sio kama itifaki tu, bali ishara ya msalaba inayotoka ndani. Kuna muumini mmoja nilishawahi kumwona katika parokia yetu, ilikuwa siku ya kazi za kanisa, akaenda uh, ilikuwa siku kazi za kanisa, lakini kule parokiani alikuja na upanga naomba unipimie eneo langu. Mimi nataka ni nitimize wajibu wangu wa kufyeka eneo la parokia ili kuepusha moto. Basi akaenda akatema mate kwenye mkono wa kulia na kushoto, akapiga ishara ya msalaba, alafu ndio akaanza kufyeka. Hakujua kama nimemwona, ila alinipatia alini, alini, alini fundisho kubwa sana. Wapendwa familia ya Mungu, nasi kwa kuitikia mwito wa somo la pili, kila aina ya tendo au kazi yote tunayofanya kwa vile ni kazi ya Mungu tuifanye kama vile Mungu anavyoamuru na kama Wakatoliki tuanze kwa ishara ya msalaba. Tunapenda kuwaomba sana familia ya Mungu wanasikitii, kule makazini umechanganyika na watu wa imani mbalimbali, na wakati fulani salamu za kirafiki zinawachanganya tu, yaani mna siku inaanza katika mudi nyingine Ukifika pale tenga ka muda kabisa, ambie Mungu nimekuja kutoa huduma. kama ulianza kanisa hata kama ulianza kanisani ukipiga ishara ya msalaba pale sio mbaya, piga ishara ya msalaba, alafu anza kutoa huduma, ndio ushike faili hili, ndio ufanye nini. Na bodaboda boda pia kama hujampeleka abiria, hujapiga kiki, piga ishara ya msalaba, ndio piga kiki ya pikipiki yako, Mungu akulinde, hakutangulia kufanikishe maana hiyo ni kazi ya Mungu. Mungu ni mwema, tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi hiyo, zawadi ya uzima wa milele anayotujalia, zawadi ya uhai na zawadi ya miito mbalimbali. Kazi zote tunazozitenda ni kazi za Mungu, tuzitende kwa baraka ya Mungu, tuzikamilishe kwa baraka ya Mungu, na matunda tunayopokea kutokana na kazi hiyo tuyatumie kwa furaha kwa sababu ni kazi ya Mungu. Tumesikia jinsi ambavyo tunaaswa kama, baada ya kuwa sasa mwaka unakaribia kuisha, tupime imani yetu. Imetufanya kuwa watoto wa mungu vizuri zaidi? Je, tumetumikia ufalme wa Mungu? Na zaidi sana, je, tumedumu katika imani? Tumesikia katika Injili inayotufundisha kwamba kuna majira mbalimbali yanatokea, na mtu anakuambia kwamba Mungu amekaribia au ufalme wa Mungu umekaribia, mwisho wa dunia tayari. Yeye anatufundisha kwamba mwisho hauji haraka, na hakuna anayejua siku wala saa isipokuwa yeye mwenyewe, na sisi tuwe tayari. Katika kuwa tayari, anatufundisha kwamba tuwe na imani iliyo thabiti, tusikimbie huku na huku, na zaidi sana tuweke imani yetu katika Mungu mmoja kama vile ambavyo tutakiri katika kanuni ya imani kwamba nasadiki kwa Mungu mmoja moja, moja peke yake. Akija mtu mwingine kwa jina lake mwenyewe tusimfuate, ila tu anayekuja ili kusudi anatualika tuweze kumwabudu Mungu na kumtumikia Mungu peke yake na kuweka imani thabiti katika ule Mungu, Mungu huyo tumfuate tunapenda sana kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi ya imani ya wazazi wa Katekista Vitalis, kwa jinsi walivyomlea. Asanteni sana wazazi.